Yes, tumeshuhudia mchezo mkali, mchezo mzuri wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Simba Sports Club walikuwa kule uh, Eswatini kwa ajili ya kushiriki mchezo wa raundi ya pili tuseme, kwa maana ya hatua ya mtoano uh, na wameweza kupata uh, magoli matatu sifuri wakiwa ugenini. Ni moja kati ya matokeo mazuri sana ambayo uh, yamewafurahisha sana mashabiki wa Simba, lakini pia um, wapenda michezo kwa ujumla wa Tanzania, kwa sababu Simba Sports Club ni moja ya timu ambazo zinawakilisha taifa la Tanzania. Kwa hiyo ushindi wakiwa ugenini ni ushindi wa wana Simba, ni ushindi wa, wa Tanzania wote, ni kitu kizuri sana na nafikiri kwa namna fulani wanaweza wak na uh, improvement inaanza kidogo kidogo, japo uh, kwangu mimi bado siamini sana kama kuna improvement kubwa sana ambayo inaonekana. Ni improvement ndogo imeonekana, na kadri pengine Mwalimu Pantev akiendelea kutengeneza mazingira mazuri, kutengeneza mifumo mizuri, basi inawezekana ikaja kuboreka Simba, tukaipata Simba ile ambayo ilikuwa ni tishio kwa bara la Afrika, lakini kwa performance ya leo hii nafikiri wamejitahidi kwa namna yake, na mwalimu Dimitrao Pantev pia anaonekana ameweza kusoma mchezo, ameweza kuwasoma wapinzani wake na ameweza kucheza na mifumo mizuri ambayo imempa ushindi. Lakini tukiangalia, uh, kuna namna, uh, timu ya Simba bado haijawa ile katika highest level. Sasa kama improvement haitaongezeka zaidi ya hapa, basi nafikiri uh, katika group stage kuna mtihani kidogo, kuna kashikashi itatokea sana, kwa sababu leo hii timu hii kutoka Eswatini ni timu ambayo haina experience yoyote katika michuano ya kafu. Si timu ndogo ya kubeza, lakini si timu ambayo inaweza ikafurukuta mbele ya timu kama Simba ambayo ina uzoefu. Ni timu ambayo kwa sasa ni moja kati ya klabu bora barani Afrika, ambayo nafikiri iko nafasi ya sita. Ni timu ambayo imeweza kuingia katika hatua ya robo fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika mara nne mfululizo. Ni timu ambayo ina experience kubwa, kwa hiyo si uh, timu hii kutoka Eswatini ni timu ambayo ilijulikana tu kwamba itapigika. Kwa hiyo mwalimu Dimitar Pantev asije akajidanganya a kwa kwamba sasa ana kikosi kizuri, ajaribu kusubiri mechi ngumu ambazo ndizo zitaonyesha uh, umakini, ubora wa timu lakini pia ubora wa mwalimu Dimitar Pantev. Kwa hiyo ni jambo la kuwapongeza Simba Sports Club kwa matokeo ya goli tatu kwa sifuri ugenini uh, lakini ni matokeo ambayo yanatakiwa yawape uh, chachu ya kuendelea kufanya zaidi na zaidi ili kuhakikisha kwamba wanaijenga timu bora zaidi na endapo watafurahia tu matokeo haya na kuhisi kwamba tayari uh, kumekuwa na improvement kubwa, basi watakuja kushangazwa sana katika hatua ya makundi, kwa sababu kuna timu ambazo wanaenda kukutana nazo, timu ngumu, timu ambazo zina uiano uh, sawa kimizania, kwa maana ya ubora. Ni timu ambazo zimefanya sajiri kubwa sana. Kwa hiyo Simba inatakiwa iendelee kujengwa, inatakiwa pia iendelee ku, tengenezwa katika mifumo iliyo bora. Congratulations kwao kwa matokeo haya, lakini pia waendelee kufanya uh, mabadiliko, maboresho, kuhakikisha kwa kwamba wanatengeneza timu ambayo inarudi katika zama zake zile za, za kushiriki klabu bingwa uh, hatua ya robo fainali mara nne mfululizo <laughs> ni hayo. Tuna maoni gani? Tuandikie kwenye